Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kukuamua changamoto zote za miundombinu katika jiji la Dar es Salaam. Moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni kutoka Mbagala kwenda Kongowe, na hii leo tumetekeleza agizo ituachia Mheshimiwa Rais. Leo tarehe 19 tumesaini mkataba wa ujenzi wa kiwango cha lami kwa njia nne kutoka Mbagala rangi tatu hadi Kongowe. Mkandarasi tulisainiana naye mkataba anaitwa Steco Corporation kutoka China. Mkataba huu utaanza ujenzi wa njia nne, mbili kwenda mbili kurudi, ambazo ni kilomita 3.8 kwa gharama ya shilingi bilioni 54. Mkandarasi tunategemea ataanza kazi mara moja baada ya kusaini mkataba siku hii ya leo.